ambao tunaenda kuzindua kamati za ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya, lakini pia kliniki ya msaada wa kisheria bila malipo. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kushirikiana na ofisi yangu imeandaa hafla hii ambayo tutaizindua hapa leo, lakini tutakuwa na programu ya wiki nzima kama watangulizi wangu walivyosema kwamba tunaenda kuhudumia kwa wananchi wa Singida kutoka moja kwa moja ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na mmesikia tunao viongozi bingwa kabisa katika tasnia ya sheria, wako hapa kuwahudumia wananchi wa Singida. Niwaombe sana wananchi wa Singida, tujitoe kwa wingi, tufike hapa katika viwanja hivi vya stendi ya zamani. Lakini malengo makubwa ni kupunguza mashauri au migogoro dhidi ya serikali ambayo imekuwa ikigharimu serikali fedha nyingi, lakini wananchi wenye changamoto mbalimbali kupatiwa huduma za ushauri wa kisheria na mawakili wa serikali kutoka taasisi mbalimbali, kuwezesha mawakili wa serikali kusimamia, kusimamia utawala wa sheria katika maeneo yao, kuwezesha mawakili wa serikali kushirikiana na wadau wengine katika kutatua kero za wananchi, kupunguza malalamiko ya kisheria kutoka kwa wananchi kutoa elimu ya sheria kwa umma katika kushughulikia changamoto mbalimbali katika maeneo yao, kutoa elimu ya sheria kwa viongozi na maafisa wa serikali ili watoe maamuzi kwa kuzingatia sheria, kupunguza vitendo vya uonevu na vinavyovunja sheria na taratibu. Dkt Samia oye, oye. Singida hoye oye. Oye. Oye. Mwanasheria Mkuu wa Serikali oye. Ndugu waalikwa Kamati hizi za ushauri wa kisheria kwa ngazi ya wilaya hadi mkoa zina mchango mkubwa sana katika kuepusha ama kupunguza migogoro isiyo ya lazima, iwapo zitatimiza majukumu yake ipasavyo. Ni imani yangu kubwa kwa sura nilizoziona hapa zitaenda kufanya kazi barabara, na hatimaye tukawa na Singida ambayo migogoro imepungua kwa kiasi kikubwa. Na sisi wasimamizi tutaendelea kuwapa ushirikiano wa karibu kabisa ili kuweze kutimiza ma, majukumu yenu, na kwa maana hiyo hiyo nitaelekeza ofisi yangu ya mkuu wa mkoa na zile ofisi za halmashauri na pale kwenye ofisi za waheshimiwa wakuu wa wilaya kutenga vyumba kwa ajili ya kamati hizi. Lakini pamoja na kuwa na vyumba hivyo vya kudumu, lakini kamati hizi ziwe tembezi zitembee na kuwafikia wananchi kwenye kata zote, vijiji vyote, mitaa yote, huko ndiko walikolengwa wa walengwa hawa wa Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi kama serikali ya mkoa na wilaya tuko tayari kuwezesha juhudi hizi zilizofanywa na serikali kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kutokuwepo kwa migogoro kutaleta hali ya utulivu, amani, ushirikiano na upendo wa kweli baina wananchi na serikali yao baina ya wananchi na viongozi wao baina ya wananchi wenyewe kwa wenyewe na baina ya makundi mbalimbali katika jamii. Lakini vile vile sote tuelewe kuwa jukumu la kutatua migogoro katika maisha ya wa Watanzania sio jukumu la serikali peke yake, bali ni jukumu letu sote. Hivyo basi ni wajibu wetu sote, sote, kuweka mazingira mazuri yatakayowezesha kamati hizi za ushauri wa kisheria kufanya kazi zake vizuri kwa manufaa ya serikali na wananchi wote. Na kamati hizi kimsingi, tunategemea zifanye mambo yafuatayo: kuendelea kuboresha kiwango cha utoaji wa huduma ya ushauri wa kisheria na kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma za ushauri wa kisheria katika maeneo ambayo hayajafikiwa, hasa maeneo yale ya vijijini; kujiwekea utaratibu wa kuandaa kliniki za kisheria kwa utaratibu wa kufuata wananchi wa katika maeneo yao, kama nilivyosema na nikuhakikishie sana Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa mwana Serikali, na sisi wenyewe kama viongozi wakuu, kuna kipindi tutawasindikiza wanakamati ili waweze kufika katika maeneo ambayo peke yao hawawezi kufika, kuhakikisha malalamiko au migogoro inayopokelewa inashughulikiwa kwa wakati. Lakini sio tu kwa wakati, inafika mwisho, hakuna jambo ambalo linatesa kama kuwa na mgogoro endelevu usioisha na majawabu huyaoni, yaani mbele ukisimama unaona giza tupu. Kwa hiyo kamati hizi, mpango huu ulioletwa na serikali ni kuwafanya wananchi waone mwanga katika kuhitimisha matatizo yaliyokuwa nayo.